Inafurahi, nafurahi nime, nimeona. Sasa naondoka nikiamini kwamba kazi inakwenda. Unajua, wakati mwingine unaelezwa, unajua, pale tunakwenda vizuri asilimia sitini na tano unaweza ukaenda pale hakuna <coughs> kinachoendelea kinacho, kinacho nilikuwa <coughs> katibu wa wilaya na Chingwea, tulikuwa tunafanya kazi ya, ya kilimo cha muhogo pale. asi unakaa na mwenyekiti wa kijiji anakwambia mambo yanakwenda ma, ma, ma, ma, ma, vizuri, mashamba huko, bwana wewe hatari. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sasa siku moja <laughs> ikava mwenye kiti, twende tukakague bwana. We tumekwenda tumekwenda, sema hivi vikatibu, unataka kweli twende huko shamba bae? Twende. <laughs>

Sasa <laughs> <laughs> sijui kama tuende kweli, niambie. Basi tugeuze turudi. Sasa utakapolipata ile shamba liko wapi, njoo uniambie ofisini pale, mimi nitakuja tena. hajaja haja kabisa. Sitaki sitaki hayo meshaona mengi ya yeah, ya kuambiwa mambo yanakwenda vizuri wakati hakuna kinachoendelea au. Yeah, sivyo hivyo inavyoendelea kini. Hapa nimeridhika kwamba kazi inakwenda vizuri hmm. Niwatakie tu wajenzi na wasimamizi na nyie viongozi wote hapa wa Lindi, wa, wa, wa, wa, wa, wa wilaya na mkoa, basi endeleeni kusimamia na kufuatilia kwa karibu, ili dhamira ili ile ya rais wetu ya kuwa na chuo hapa iweze kutimia.